Tuko sawa. Tuko sawa. Pia kwanza uh, hongera kwa mchezo mzuri na kupata nafasi msaidie timu kupata ushindi. Ndio. Eh uh, mwalimu alisubiri hadi dakika ya 70 kupatia nafasi na, na kwa muda mchache ukamlipo kwa kufunga goli. Umejisikiaje? Haya, nimejisikia furaha na tazidi bado kupambana yeah. Uh, mechi yenyewe umeona, haijakuwa rahisi, so tazidi tena kuwaka kwa mechi ambazo zimebaki za mbele. Naam, ukiangalia toka uh, amekuja soa muda mwingi yeye ndo anapata nafasi kwanza kwenye kikosi mm -hmm, lakini wewe ukitokea, ukitokea benchi mm -hmm. Uh, leo umepata nafasi ya kwenda ya, ya, ya kucheza na umescore. Nini ulikuwa unawaza kiasi gani siku moja ukipata nafasi kufanya kama hicho? Ah, ukiangalia kwa kila department kila mtu ako na kazi yake, so mimi nikitokea bench hapo nishapewa maagizo yangu ambaye ya naenda kufanya ndani, na ndio unaona kidogo imeleta matunda. Ushindani, uh, kwa maana ya namba ndani ya kikosi chako unakizungumziaje? ushindani upo na ndio tunazidi bado kupambana. Mm. Yeah. Nikiangalia hapa msimamo wa top scorer naona sasa una goli kumi tukizungumzia na goli la leo, lakini pia umemwacha uh, Jonathan Soa mwenye goli nane, pengine nini hasa tutarajia tuta kukiona ndani ya Elvis Lupia. Lakini pia tulizungumza na Jonathan Soa akasema uh, yeye pia malengo yake ni kuweza ku, uh, kupita idadi ya namba ambazo wewe uko nazo mm -hmm. Uh, kwa maoni yako. Kwangu mimi mi na fight against uh, namba yangu ambayo niliset, so i think uh, mpaka sasa sijaifikia, so nazidi kuiwakia hard mpaka niifikie. Cha mwisho kabisa, Elvis Lupia, goli hili ambayo umelifunga uh, lina kuongezea nguvu kiasi gani katika mapambano yako? Uh, inazidi kunipa nguvu kulingana na mbayo na mechi zimebaki, inanipa na imani hapo mbele pia nitafunga bado pia Asanteni, okay.